Kenya imepiga hatua kubwa katika sekta ya madini baada ya kampuni ya Uingereza Shanta Gold Limited kuthibitisha ugunduzi wa dhahabu yenye thamani ya takriban dola bilioni 5.29 ambayo ni bilioni 683 katika shilingi ya Kenya, katika eneo la Isulu Bushiangala, kaunti ya Kakamega. Huu ndio ugunduzi mkubwa zaidi wa dhahabu nchini katika miongo kadhaa iliyopita. Kampuni hiyo imetangaza kuwa mradi huu unakusisha dhahabu ya kiasi cha milioni 1.27 ya hatua inayoweka msingi wa kuanzisha mgodi mkubwa wa kisasa wa chini ya ardhi. Taarifa iliyowasilishwa kwa mamlaka ya usimamizi wa mazingira NEMA, kupitia ripoti ya tathmini ya Afrika kwa mazingira, inaeleza kwa mgodi huo utachukua eneo la takriban ekari 337, katika Kakamega South Sub County. Kampuni tanzu ya Shanta Gold Limited inapanga kutumia teknolojia ya kisasa ya long hole open stopping, mbinu inayowezesha uchimbaji wa chini ya ardhi kwa ufanisi mkubwa bila kukaribu ardhi ya juu mpango wa ujenzi unajumuisha kiwanda cha kusaga na kuchakata dhahabu chenye uwezo wa tani 1500 kwa siku, kituo cha umeme cha megawati 12, bwawa la kuhifadhi mabaki ya uchimbaji tailings, pamoja na miundombinu ya usafiri na usalama wa mgodi. Gharama ya ujenzi inakadiriwa kuwa kati ya shilingi bilioni 22 hadi bilioni 27, huku mgodi ukitarajiwa kufanya kazi kwa angalau miaka minane. Ugunduzi huu unatarajiwa kuongeza hadhi ya Kenya katika sekta ya madini barani Afrika. Kwa sasa Kenya kuzalisha karibu kilo 410 pekee za dhahabu kwa mwaka kiasi kidogo kilinganisha na mataifa kama Ghana, Afrika Kusini pamoja na Sudan. Kwa mujibu wa sheria za madini, Kenya itanufaika kupitia asilimia tatu ya mauzo ya dhahabu kama royalty, asilimia ishirini ya mapato hayo kwenda kaunti ya Kakamega na asilimia kumi kwa jamii za wenyeji. Asilimia moja ya dhahabu kutolewa moja kwa moja kwa jamii kupitia miradi ya maendeleo, mapato kutokana na ushuru, kodi mbalimbali mbali na tozo za serikali pamoja na fursa za ajira na huduma kwa biashara ndogo ndogo za kati. Wachumi wanakadiria kuwa mradi huu utaongeza mapato ya serikali, kuvutia uwekezaji wa kimataifa na kuchochea uchumi, hasa katika magharibi mwa Kenya. Pamoja na mafanikio yanayotarajiwa, kuna wasiwasi kuhusu ununuzi wa ardhi na uwezekano wa kuhamisha wakazi pamoja na athari kwa mazingira, ikizingatiwa ukaribu wa eneo hilo na msitu Kakamega na vyanzo vya maji. Shanta Gold imeahidi kufuata sheria za ardhi za Kenya, viwango vya kimataifa vya makazi mapya na taratibu za ulinzi wa mazingira. Ikiwa NEMA itaidhinisha mradi huu, Kakamega inaweza kuwa kitovu kipya cha uchimbaji mkubwa wa dhahabu nchini, hatua inayoweza kubadili kabisa sura ya uchumi wa eneo hilo na taifa zima kwa ujumla.